Hapa ni furaha ambazo tabasam la mtu aliyefunga ni furaha mbili, kama ambavyo khatibu ametukumbusha. Na hapa ni nje ya msikiti wa Mtoro, ambapo watu ni wengi kwelikweli, wamebahatika kuweza kufanya eh, mambo yaliyokuwa ya, ya kheri, ikiwemo kushiriki. Na huyo ni mzee wetu eh, Said Salim Bakhresa akitoka akisindikizwa na mlezi wetu Awadhi, ambaye yeye ni msimamizi wa masuala yote ya hapa msikitini, na yeye kwa mwaka huu ameweza kushiriki moja kati ya jambo hili lililokuwa zuri sana. Mtazamaji, moja kati ya jambo zuri ambalo tunamshukuru Allah tumeweza kulimaliza. Kutoka hapa katika masjidi Mtoro, watu ni wengi kwelikweli kweli ambao wameweza kushiriki ibada hii, na sasa wengine wakielekea katika mishughuliko yao mbalimbali kama ambavyo unaona hapa, kuna mishughuliko ambayo inaendelea, wengi wakikimbilia katika kufurahia. Jana kufunga ilikuwa haramu, lakini leo eh, kula ni ruhusa. Dini yetu ni nyepesi sana, kama ambavyo khatibu ameizungumza, na kwa sasa furaha tu ambayo inaendelea hapa katika uh, msikiti huu wa Mtoro, msikiti ambao unapatikana mtaa wa Mahiwa. ZBC tu wema unaoendelea. Tulikuwa na wewe tangu Ramadhani Mosi na bado tutaendelea kuwa na wewe hapa mpaka pale ambapo tutakwambia kwa heri. Lakini kwa muda huu, tayari kuna utaratibu wa watu kuweza kupata riski ya chakula unaendelea hapa, kama ulivyokuwa utaratibu wa miaka yote ambao upo hapa katika Masjidi Mtoro. Sheikh wetu Abbas Ramadhani Abbas amemaliza kwa kutuombea dua, na yeye amesisitiza swala zima la kuzilinda saumu zetu. Tumeona mwezi mtukufu wa Ramadhani ulikuwa ni mwezi wa watu kuoneana huruma, mwezi wa watu kupendana, mwezi wa watu kujaliana, walilahi alhamdu watu wameweza kufanya hivi.